kama unavyoiona video hii hii ni video ya jamaa mmoja kutoka kule nchini Kenya akitoa viungo vya mwili wa mkewe kwenye mabegi pamoja na mifuko ambayo alikuwa amepakia hii ni video ya jamaa ambaye alimshambulia mkewe na kumuua kisha kumkata vipande vipande kule nchini Kenya kutokana na sheria ya mitandao mbalimbali ya kijamii na kuwekea video hii kwa ufupi sana hapa kwenye Facebook pamoja na YouTube lakini kwa yule ambaye utatamani kuiona kwa urefu zaidi unaweza kuja WhatsApp namba ipo kwenye bio hapo au utatazama kwenye comment au kwenye description, utaiona namba yetu ya WhatsApp. So unaweza ukaja nikakutumia hiyo video. Kwa upande wangu, naweza kusema ni video ya kutisha kidogo, kwa sababu unapomwona mtu anatoa viungo vya binadamu mwenzie kwenye mifuko na mabegi amepakia kama nguo namna hii, si kitu cha kawaida. Dunia ina matukio mengi ambayo hutokea siku baada ya siku. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea ulimwenguni ambapo wewe labda hujui, na ukiambiwa utahisi labda ni stori za kutungwa, lakini ni vitu ambavyo kwa kweli vinafanyika duniani. Ni majuzi tu nilitoka kukupa stori ya mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka kule nchini Nigeria ambaye alimuua mpenzi wake na kumkatakata vipande zaidi ya hamsini. Na leo hii nimekutana na stori nyingine tena kutoka nchini Kenya ambapo kuna mwamba alikamatwa akiwa amebeba viungo vya mwili wa mke wake kwenye mfuko. Sasa nataka ni kueleze stori hii kwa undani zaidi. Ripoti zinasemaje kutoka kule nchini Kenya? Serikali ya Kenya iligunduaje hili jambo na ilimkamatakamataje huyu jamaa? Ripoti za vyombo vya habari mbalimbali nchini Kenya zina ripoti hivi: polisi nchini Kenya wamemkamata John Kiama Mwambua, mwanaume mwenye umri wa 29 aliyekutwa akiwa amebeba mwili wa mke wake uliokatwa vipande vipande na kuviweka kwenye mkoba. Mke wake Joy Frida Munani mwenye umri wa miaka 19 anashukiwa kuwa mwanga wa tukio hili la kusikitisha. Kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya upelelezi ya jinai nchini Kenya, DCI, ilieleza kuwa maafisa wa polisi walikuwa wakifanya doria katikati ya wilaya ya Huruma mashariki mwa Nairobi, walimshuku Wambua, wa mbua akiwa amebeba kitu kisicho cha kawaida kwenye mkoba wake kabla ya alfajiri. Baada ya kumzuia na kupekua mkoba wake, walikuta vipande vya mwili wa binadamu, jambo lililowashangaza maafisa hao. Wambua, baada ya kukaguliwa na kugundulika kuwa amebeba vipande vya mwili wa mkewe, alikiri mwenyewe kwamba viungo hivyo ni vya mke wake, na baadaye aliongozana na maafisa wa polisi hadi nyumbani kwake. Uchunguzi ulifanyika nyumbani kwake, ambapo maafisa walikuta kisu, nguo zilizochafuliwa na damu na viungo vingine vya mwili vikiwa vimehifadhiwa chini ya kitanda. Kwa mujibu wa takwimu za polisi wa Kenya nchi hiyo imekabiliwa na ongezeko la mauaji ya wanawake kati ya Agosti na Oktoba mwaka jana, wanawake wasiopungua 97 waliuawa, huku mauaji hayo yakihusishwa mara nyingi na vurugu za kijinsia na mizozo ya familia. Mwezi Disemba, mamia ya wanawake waliandamana jijini Nairobi kupinga ongezeko la mauaji ya wanawake, wakitoa wito kwa serikali kuchukua hatua madhubuti dhidi ya ukatili wa kijinsia. Wambua, mshukiwa wa mauaji haya ya kikatili, atashtakiwa rasmi kwa mauaji na kufikishwa mahakamani baada ya uchunguzi wa kina kukamilika taarifa za DCI zinaonyesha kuwa uchunguzi zaidi unahitajika ili kubaini chanzo na sababu ya mauaji haya so hiyo ni ripoti kutoka kule nchini Kenya ambapo unaambiwa ujamaa uh, wa mbua wenye umri wa miaka 29 mwenye umri wa miaka 29 alimshambulia mkewe mwenye umri wa miaka 19 na kumuua kisha kumkata vipande vipande. Mkewe alikuwa akiitwa Joy Frida Munani, na mume aliyetekeleza kitendo cha kumuua mkewe anaitwa John Kiama Wambua. So iko hivyo. Hii ni stori ya pili tangu tumeuanza mwaka uh, kueleza kuhusu tukio la mume au mpenzi kumuua mke wake na kumkata vipande vipande. Wataalam wa mambo tuambieni, kupitia sehemu ya comment, hivi ni roho gani ambayo huwa inamwingia binadamu hadi kufika hatua ya kufanya maamuzi magumu kiasi hiki? Mtu kufika hatua ya kufanya mahovu kiasi hiki huwa ni nini haswa ambacho huwa kinampelekea? Wale wataalamu wa sayansi mnaweza kutusaidia kupitia sehemu ya comment, au pia wale watu wa dini mnaweza kutuambia ni nini haswa huwa kinatokea katika roho ama nafsi ya binadamu. Ni kuombe subscribe youtube channel yetu, na kubwa zaidi hakikisha pia unatufollow ili tuendelee kupeana taarifa mbalimbali.